Ngerengere naambiwa na baba paroko kwamba ilianza mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne. Na hii ndiyo nyumba anayokaa baba paroko hii. Ukiangalia hii nyumba kwa e, kweli imechakaa, imechakaa inahitaji ukarabati wa wa nguvu ili iweze kuwa na hadhi ya kwamba sasa mtu anaweza akakaa humo ndani. Kwa yoyote anaye atakaye tusikiliza, anaye tuona hapa, nimekaa na na na waumini wa parokia hii wachache waliofika siku ya leo, kwa sababu ndio naanza ziara yangu hapa tarehe kumi na nane mwezi wa kumi na mbili, ishirini ishirini na tano ndio e, misale ya asubuhi hii pamoja na mimi kwenye misa ya asubuhi, ninakuja kwenu wote, ambayo wenye mapenzi mema ambao wataona hili e, tunaloliongelea. Wenye mapenzi mema, mtuhurumie, ni, ni jimbo jipya, tunaanza, tunahitaji sana msaada ili mambo haya yaweze kuwa sawa. Kiangalia nyumba ya, ya padri hiyo anayokaa kiangalia, huko cheki kulivyo. Wewe mwenyewe unaweza ukaona kama kamera inavyotuonyesha. Kiangalia upande huu kanisa lilivyo. Kwa hiyo yote haya yanahitaji sana msaada e, hasa tunaposoma katika Injili ya Mathayo sura ya ishirini na nane pale kwenye aya ya ishirini na kuendelea nawasema "Enendeni ulimwenguni kote, mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaalikwa kuwa wamisionari, tunatunaalikwa kuangalia kwamba Injili inaenda mbele. Kwa mchango wako utasaidia Injili iende mbele, na mmojawapo ndio mambo kama haya, ili mapadri hata nyumba ya watawa iko kule, iko upande ule, haiko tofauti na hii nyumba ya mapadri. Wote hawa wanahitaji sana ukarabati kwao. Naomba sana mwenye mchango yoyote, anaweza akatusaidia parokia Mtakatifu Kamili Ngerengere. Asante sana, na Mungu aendelee kuwabariki wote wenye mapenzi mema.

elfu moja mia tisa sitini na nne nyumba imejengwa.